Okay, huyu anauliza, je, nikifanya kipimo cha mimba na mimba ikiwa na wiki moja, mimba itaonekana? Kwanza kabisa hata wewe mwenyewe utakuwa haufahamu kama wewe ni mjamzito. Natakiwa uelewe kwamba jinsi ya kuhesabu wiki za mimba iko hivi. Kuanzia siku ya mwisho, yani period yako ya mwisho. Ile ndo nini? Wiki yako ya kwanza ya ujauzito. Unapoingia ovulation bado hujashika ujauzito ile tayari ni wiki yako ya pili. Unanielewa hapo? Unapokuja unapata ovulation unashika ujauzito sijui ya tatu ya nne tayari pale zinakuwa zinakuja na kamilika wiki nne hadi unakuwa huoni period yako ya mwezi uliopita tayari pale tunasema unakuwa na ngapi unakuwa tayari na wiki nne yaani, kutoka ile tarehe, kama ni tarehe mbili hai tarehe mbili ya mwezi ujao, ndio unaona kwamba bwana, sijaingia period. Pale tayari mimba yako ina wiki nne.